Nimesikia ikisemekana kwamba mtu wa kawaida anaweza kuishi siku 40 bila chakula. Kwa njia yoyote sijajitolea kufanya hivyo. Nimesikia pia kwamba wanaweza kuishi siku nane bila maji. Unaweza kuishi dakika nne bila hewa, lakini ni sekunde chache tu bila tumaini. Sasa tuko karibu kuingia kwenye hali mbili maishani ambazo zinaweza kuelezewa kama zisizo na tumaini, sasa imefikia hatua ya kukata tamaa kabisa. Nataka tufuate simulizi la Injili ya Luka. Sasa tunapopitia Injili kwa mpangilio wa matukio na huduma ya Bwana wetu Yesu, na wanafunzi wake wamemaliza kuvuka bahari ya Galilaya na kurudi Kapernaumu. Kuna umati mkubwa wa watu sasa wakiwasubiri Tutaanza hapa katika sura ya nane mstari wa arobaini na moja. Akatokea mtu mmoja jina lake Yairo, ambaye alikuwa mkuu wa sinagogi. Akaanguka miguuni pa Yesu, akamsihi ende nyumbani kwake, kwa sababu alikuwa na binti yake wa pekee mwenye umri wa miaka kama kumi na miwili, naye alikuwa karibu kufa. Yesu alipokuwa akienda, watu walikuwa wakimsonga. Sasa Luka anatupatia hapa wasifu wa baba huyu, mtu huyu ili tusikose kuelewa yeye, yeye ndiye mkuu wa sinagogi. Tunajua kutoka kwenye historia kwamba kuhani mkuu ndiye aliyesimamia mfumo wa hekalu, lakini masinagogi yalisimamiwa na jamii ya eneo hilo. Watu walikuwa wanamchagua mkuu wa sinagogi. Wakati mwingine anaitwa rais kwa sababu alikuwa anasimamia mikutano ya hadhara. Alikuwa ndiye anaamua mpangilio wa ibada ya Sabato. Hata alikuwa ndiye anayemchagua mgeni au mshiriki kusoma maandiko wakati wa ibada. Kwa hiyo Yairo angekuwa h angekuwa mmoja wa watu wanaoheshimiwa sana katika jamii hiyo ya Kiyahudi. Kwa njia pia, angekuwa na jukumu la kuonya mkusanyiko kuhusu uzushi wowote au mwalimu wa uongo yeyote. Angekuwa anajua kwamba Yesu tayari alikuwa ametimuliwa kwenye sinagogi moja jirani kwa kudai kuwa ndiye Masiha, na sina shaka kwamba Yairo tayari alikuwa ameonya sinagogi lake kuepuka huyu seremala msafiri, huyu mwalimu wa uongo kwa gharama yoyote. Lakini kuna kitu kimebadilika, sivyo? Kuna kitu tofauti sasa. Kuna kitu kimebadilisha hisia zake kuhusu Yesu. Hiki hapa. Ana binti wa miaka kumi na miwili, binti yake wa pekee na anakaribia kufa. Sasa simulizi ya Mathayo inaandika kwamba tayari alikuwa amekufa, lakini kumbuka, Mathayo anafupisha hadithi hiyo katika mazungumzo moja. Luka anaisambaza na kutupa simulizi kamili zaidi. Ninafikiri umati unatazama kwa mshangao kimya kimya wakati Yairo anaanguka chini kwenye miguu ya Yesu. Nikwambie, huu ni kitendo cha kukata tamaa kabisa. Yesu ndiye tumaini lake la mwisho na la pekee. Inaonekana Yesu anakubali kwenda naye nyumbani kwake, lakini wanapokuwa wakitembea, wamezungukwa na huu umati wa watu wote wakiwa wamebanana, na sasa tunaletewa mtu wa pili ambaye pia hana tumaini. Hapa kwenye mstari wa 43, tunasoma na palikuwa na mwanamke aliyekuwa na kutoka damu kwa miaka kumi na miwili, na ingawa alikuwa ametumia mali yake yote kwa madaktari, hakuweza kuponywa na yeyote. Injili ya Marko inaongeza jambo ambalo eh Daktari Luka hakuandika. Marko anaandika katika sura ya tano mstari wa ishirini na sita kwamba alikuwa ametumia kila kitu alichokuwa nacho na hakupata nafuu, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Naam, naweza kumfikiria Luka, Daktari Luka akisema asante sana kwa hilo Marko. Sasa Luka anatueleza kwamba mwanamke huyu alipitia miaka kumi na miwili ya hali ya kukata tamaa ya kipekee anaita ugonjwa wake kutoka damu ambayo inaonekana inahusiana na hedhi ambayo haikuwahi kukoma kabisa. Sasa, kufikia wakati wa Kristo, mwanamke yeyote mwenye ugonjwa kama huu alikuwa alikuwa anaunganishwa kishirikina na washerati na, na hilo halikuwa lazima liwe kweli, lakini angehesabiwa kuwa na jisi kidini na angezuiwa kuingia kwenye sinagogi. Ni kuambie huyu ni hi huyu mwanamke ni mtu mpweke asiye na tumaini kabisa. Sasa katika wakati huu maisha haya mawili yanakutana: huyu mwanamke na yule kiongozi wa sinagogi. Sasa fikiria kwa muda kidogo jinsi walivyo tofauti. Yeye ni kiongozi wa sinagogi, wakati yeye hawezi hata kuabudu kwenye sinagogi. Yeye ana sifa nzuri sana wakati yeye amepoteza sifa yake. Yeye amekuwa na miaka kumi na miwili ya furaha, yeye amekuwa na miaka kumi na miwili ya huzuni lakini wana jambo moja linalowafananisha wote wawili ni watu wasio na tumaini. Wote wawili wamekata tamaa na Yesu ndiye tumaini lao pekee. Luka anaandika hapa kwenye mstari wa 44: akamjia Yesu kwa nyuma, akagusa pindo la vazi lake. Sasa sikiliza, vazi linalozungumziwa hapa ni kitambaa cha mstatili. Kilikuwa na pindo la buluu au vitambaa vya buluu vilivyoshonwa kwenye pembe zake Ingevaliwa juu ya bega la mwanaume Myahudi mwenye kumcha Mungu, hasa mwalimu au rabi wakati huo, na iliwakilisha kujitolea kwake binafsi kwa sheria ya Mungu. Hivyo basi huyu mwanamke ananyosha mkono na kwa kweli anashika moja ya vitambaa hivi vya buluu vinavyoning'inia kwenye bega la Yesu. Sasa kwa sababu yeye ni najisi, amekatazwa na sheria kuwagusa watu wengine. Kwa hiyo hili siyo tu tendo la kukata tamaa Unahitaji kuelewa hili, ni tendo la imani. Kwa nini? Anajua hajavunja sheria ya Mungu, hafichi uasherati wowote kimsingi. Sasa anajitupa mwenyewe kwenye rehema ya Mungu kwa kuwa ametii sheria. Na nini kinatokea? Anapona mara moja. Mstari wa 44 unasema mara moja kutoka kwake damu ilikoma. Kwa maneno mengine, anaweza kuhisi nguvu ya uponyaji ya Kristo ikipita mwilini mwake, na kwa hilo anaachia kile kitambaa. Anajaribu kujiondoa bila kuonekana, lakini Yesu anasimama hapa. Kwenye mstari wa 45, anasema ni nani aliyenigusa? Na Petro anajibu, Bwana, umati unakuzunguka na wanakusongasonga. Acha iwe kwa Petro kusema kwa njia ya utani, Bwana, unataniani? ni nani ambaye hajakugusa? Basi Yesu anasema hapa kwenye mstari wa arobaini na sita mtu amenigusa, kwa maana najua nguvu zimetoka kwangu. Unaona, Yesu alijua tofauti kati ya kuguswa kwa bahati mbaya na kuguswa kwa makusudi. Na mstari wa 47 unaandika kilichotokea baada ya hapo. Yule mwanamke alipoona kwamba hawezi kujificha, alikuja akitetemeka, akajitupa chini mbele yake, na akaeleza mbele ya watu wote sababu iliyomfanya ambuse na jinsi alivyopona mara moja. Majibu ya ya Yesu ni ya upole, yenye huruma. Mstari wa 48, Binti, imani yako imekuponya. Nenda kwa amani. Unaona, imani ndiyo iliyomleta kwa Yesu akitafuta uponyaji, na akaponywa. Lakini kauli hii hapa umepona imetokana na neno la Kigiriki linalomaanisha kuokolewa. Kwa maneno mengine alitaka kuponywa lakini kwa sababu ya imani yake kwa Kristo sasa ameokolewa milele. Sasa usisahau amefukuzwa kwenye sinagogi kwa miaka kumi na mbili. Na nani yuko karibu akisimama hapo? Ni mkuu wa sinagogi. Unaona, Yesu alijua ni nani aliyemgusa, lakini kwa kumwita mbele na kutangaza kwamba ametakasika, sasa anaweza kurudi kwenye sinagogi na kumwabudu Bwana, na Yairo anaweza kuwa shahidi wake. Sasa turudi kwa Yairo. Wakati Yesu bado anazungumza na yule mwanamke, mstari wa 49 unasema kwamba mtu mmoja anafika kutoka nyumbani kwake akimwambia, binti yako amekufa, usimsumbue mwalimu tena. Jamani, huu cheleweshaji katika mawazo yake umemgharimu maisha ya binti yake, na sasa ni kuchelewa. Lakini sio hivyo kabisa. Yesu anajibu katika mstari wa hamsini, usiogope amini tu, naye atapona. Sasa wanapofika, Yesu anapita mbele ya wale waombolezaji wa, wa kulipwa ambao tayari wamekusanyika ili kupata malipo yao kwa kulia. Yesu anawasili na kuingia chumbani ambako yule msichana mdogo amelala akiwa amekufa. Mstari wa 54 unaandika kile kilichotokea: akamshika mkono na kumwita akisema, mtoto, inuka. Roho yake ikarudi na akasimama mara moja, na wazazi wake wakashangaa sana, lakini akawaagiza wasimwambie mtu yeyote kilichotokea. Inaonekana Yesu hataki nguvu zake za kufufua ziwe kitovu cha tukio hili, na kwa kweli hatujaambiwa sababu. Basi kiongozi wa sinagogi, yeye alikuwa na matumaini kwamba Yesu angeweza kumponya binti yake, lakini sasa, kutokana na kuchelewa huko, anatambua kwamba Yesu ana mamlaka juu ya kaburi. Si jambo la kushangaza kwamba kuchelewa mara nyingi huwa milango ya kugundua mambo makubwa zaidi kuhusu Mungu. Je, umewahi kugundua katika maisha yako kwamba baadhi ya kweli za kina unazopata katika maandiko ni zile unazogundua wakati unasubiri na kumtumainia Bwana? Labda leo unakabiliana na hali isiyo na tumaini, huenda unahitaji sana jambo fulani litokee. Inawezekana Bwana ameruhusu huo wakati wa kukata tamaa ili kukualika umpate kwa undani zaidi.